Kwa hivyo kwamba Mtume kasema, aqrabu ma yakunu labdu ila rabbihi wa wahuwa sajid, katika nafasi aliyokurubia zaidi mja kwa Mola wake ni pale alipokuwa amesujudu. Hajapata mtu kuwa karibu na Mwenyezi Mungu zaidi kuliko isujud. Kwa hivyo ilivyokuwa, ushafika pahala karibu na Mwenyezi Mungu

Fanya wingi wa kuomba dua kwenye sajida. Na wakati unaomba dua kwenye sajida faqaminun an yustajaba lakum, thibitisheni kwamba mtajibiwa dua zenu mtazoziomba kwenye sajida. Haja yako ulionayo sasa, itaje pale. Ikiwa mambo yanakuendea vibaya kimaisha, riziki zinakuwa za wasiwasi, unapambana na tough time, mwambie Mwenyezi Mungu pale kwenye sijida. Imamu anakupeleka pale, mwambie

imekuwa dhiki kwangu mimi ardhi pamoja na wasaa wake. Hivi sasa watoto huko nyumbani, mambo mabaya, mambo magumu. Farzukni rizkan halalan tayiba, mwenyezi Mungu, na kuomba sasa kilillahi ni ruzuku mimi rizki halali nzuri mubaba, mubarakan fihi, yenye baraka nyingi ndani yake. Kama anta tuhibu ya rabbi watarda, kama vile unavyopenda mwenyewe na unavyoridhia. Utizame ukiondoka pale huenda ukapambana na mtu hapo mlangoni nje msikiti, anakwambia kitu kadhaa kadhaa, ichi kwa ajili ya kuwi na watoto mwezi wa Ramadhani huu. Hiyo mujarabun, imekwisha jaribiwa na hivyo ndivyo inavyotokea. Na Mtume hakuna maskara ya utani katika mambo haya, anasema fakaminun an yustajaba lakum, thibitisheni mtajibiwa dua zenu kwenye sijida anapomwona mwanadamu amesoma aya ina sida tilawa na akasujudu yabki huwa analia shetani kwa masikitiko makubwa anasema umira bnu adama fi sujudi fasajada falahu ljanna ameamrishwa mwanadamu kusujudu na amesujudu basi yeye ana pepo ya mungu moja kwa moja wa umirtu bisujudi fa abaitu na mimi niliamrishwa ni sujudu nikakataa sijida yenyewe ilikuwa ni ya kumuadhimisha Mwenyezi Mungu kwa kiumbe Adam, nilikataa. Falia nnaro basi mimi kwangu mimi imekuwa ni moto umeniandama. Analia shetani na anaondoka amekata tamaa na mtu yule, kwamba hamuwezi Huwu anasikitika sana anaona uchungu sana. Kwa hivyo kusujudu kwenye sira tilawa ni kumvunja nguvu shetani kabisa, na ndani yake mna manfaa, utaomba dua yako mle. Ukiwa wataka ilmu na wajiona kwamba unasoma ufahamu vizuri, basi ukifika pale mwambie Mwenyezi Mungu, allahumma urzukni ilman nafian

wanfani bima allamtani, na uninufaishe kwa kile ambacho umenifundisha wazidni ilman, na unizidishie elimu ya rabbal alamin, ewe Mola wa viumbe vyote. Alimradi pale mtu sikitikia haja yako ulio nayo, na kama kuna maradhi, basi omba dua ikiwa wataka mtoto pale mwambia Mwenyezi Mungu kama alivyosema Nabii Zakaria, rabbi la tadharni fardan wa anta khairu lwarithin au anta arhamu rrahimin. Mola usiniwache peke yangu na kuomba Mwenyezi Mungu niwe mrithi niwe na mrithi na mie vilevile, kazi kilichokuwa chema, unamwomba Mwenyezi Mungu kwenye sijida na Mtume anasema fakaminun an yustajaba lakum

nyenyekea kwa ajili ya Mola, kwa ajili ya Mola wako. Wasujudi na usujudu, warkai maa rakiin, na urukuu pamoja na wenye kurukuu. Qudima sujudu fi dhikri ala ruku. Utaona imetangulizwa mwanzo sijida katika kutajwa kabla ya ruku. Maa ana rukua kabla sujud, pamoja na kwamba anaposwali mtu rukuu inaanza mwanzo, halafu ndo sijida. Pale kwenye Qurani isikubabaishe ukaona kwamba labda sijida inaanza mwanzo hata qudima lsujudu fi ldhikri ala lruku li anna taqdimu huna taqdimu martaba, kwa sababu utangulizi wa pale ni utangulizi wa hadhi, utangulizi wa daraja, utangulizi wa cheo kwamba sijida ina utukufu kuliko rukuu katika mambo ya sala.